Ah, ziko nyingi nyingi, ah, mojawapo ambayo inafanana na hii ya juzijuzi juzi hapa ni iliyotokea kwa 2021 ile ya Yanga walipogoma ah, kwa sababu muda umesogezwa ah, ile ilitusumbua na ilitusumbua sana, afadhali kidogo hata ya hii, kwa sababu ile ilikuwa iwe karibu sana ku, ku, ku, kupelekea uh, mtu kupewa point tatu kama tusinge act fast, kwa sababu uh, napogomea mtu na ni time hizo za, za, za mpira Eh, na halafu ikaenda mpaka marefa wamekuweko na wakafanya waka taratibu zote wakanani hii, wakamaliza waka, waka mchezo hiyo, huna jinsi. Sisi kama bodi hatusingekuwa hatu, na jinsi yoyote ya kugeuza hilo, tungekubali tu sheria ichukue mkondo wake, lakini bahati nzuri tume, tumeona mapema tukasema hapa uh, suluhisho ni kuahirisha huu mchezo, aidha tuusogeza mbele au tunafanyaje, lakini tuahirishe ili hizi hatua nyingine zote zisifikiwe, maanake ilikuwa ni hatari, ni lazima mtu angeshuka daraja, unaona, na ingekuwa ni maamuzi magumu ambayo kusema kweli pia hata sisi wenyewe yangetupa uh, wakati mgumu nikubali kwamba kwamba tunaongoza, tuna timu ambazo, sema kweli, ni ziko na na umaarufu mkubwa, hiyo hakuna mtu anaweza kukataa. Ndio maana tunasumbuka, unaona tunakaa vikao hapa, hapa hapa, kwa sababu ya hizo, kwa sababu kama ingekuwa ni rahisi, ilikuwa ni kitu kwamba wewe umefanya hiki, faini yako hii, wewe umefanya hiki, unashushwa daraja e, ingekuwa rahisi lakini e, e, piga picha, umeishusha Yanga, umeishusha Simba, hebu piga picha, lakini ni kutokana, tumekuwa na malezi mabaya tangu huko nyuma, unaona sasa e, ni tatizo kubwa kurekebisha mambo sasa hivi e, tatizo kubwa sana. Unaona, eh hey, mtoto anakuwa tu unamfundisha kuongea matusi. Unaona sasa, kuja kumrekebisha yeye, atajua kwamba tangu nimezaliwa mimi na, na, najua hili sio ni neno tu la kawaida, uje ulirudisha ulirudisha, itakuwa ngumu. Amuoni sasa, unasema tukio hili linalingana na hili la sasa la mchezo uliopita ambao namba 184 kati ya Yanga na Simba nayo imetokea scenario kama hii, pressure ikoje kwenye tukio kama? Of course, pressure kama ni kubwa mm, kama hili la juzi, pressure ni kubwa, lakini siwezi kusema ni pressure kubwa sana, maneno ndio mengi, kwa sababu uh, scenario ya hii uh, of course, inatofautiana na ile eh? Unaona, eh? Lakini um, ni kwamba tuko katika position ya kufanya maamuzi kama tuliyoyafanya, kwa ajili hiyo hatuoni kama ni shida sana, lakini jinsi gani tunauelimisha umma ndio shida yetu kubwa, kwa sababu tunapaswa tuwaelimishe kwamba we unaposema kwamba uh, Simba kagomea, tunataka tukuelimishe Simba kama aligomea au hakugomea pia tunataka tukuelimishe Yanga ana haki ya kudai point tatu au hakudai. Sasa haya ndio mambo ambayo huwezi ukakurupuka ukaja ukasema hiki hiki hiki, hiki. Ina utaratibu wake, alafu kama alivyokuambia ni timu kubwa ambazo kusema kweli hata serikali yenyewe ina, ina, inaziangalia kwa, kwa, kwa umakini mkubwa, kwa sababu serikali ni ana ya madhumuni yake ni kuhakikisha nchi inakuwa na, na amani Yeah, sasa watu wa mpira bwana uh, unakuta watu na madigri yao na nini, lakini behavior yao inabaki ile ile kama ya, ya, ya mtu mwingine yoyote katika mapenzi hayo ya mpira. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunasema kwamba hekima na busara ni lazima zitumike. Sheria kanuni ipo kweli, lakini ni lazima pia utumie hekima na busara. Sasa huyo asiyetaka kutumia hekima au busara, kusema kweli, huyo hayuko all out kutatua hili tatizo eh, nia yake ni ni ni ni ku uh ku create commotion ambayo haitakuwa na maana yoyote yeah. Hebu naambie kama leo hivi nani hii, unasema kwamba huyo labda zinaombeana hizi timu mmoja ashushwe daraja and then, napata faida gani? Halafu competitiveness yako wewe unaipata kwa huyo mtu uliyemwombea kushuka daraja? Mtu atashuka daraja, ikibidi hakuna jinsi. Eh? na huwezi kujua inawezekana mtu akashuka daraja kwa hili au asishuke daraja kwa hiyo, siku zote ni lazima tuangalie hekima na busara zituongoze mpaka tutakaposhindwa kabisa. Na tukishindwa kabisa, definitely lazima tu, tu, tu, tu, tu, tu involve serikali nayo iweze kusaidia katika jambo hili, kwa sababu uh, ku kuhakikisha ku, ku, ku, amani inakuwepo sio swala letu sisi tu peke yetu. Kila mtu anatakiwa ana, ana, ana kuhakikisha ku kuna kuwa na amani, kwa sababu mpira ni mchezo mkubwa sana mkubwa sana duniani Hizi ni klabu kubwa na matukio hayo mawili yanazihusisha hizo klabu kubwa, hamuoni sasa kuendeleza busara ku... na unasema kwamba malezi ya hizi klabu ndio yanaleta shida, hamuoni kwamba kuto kufuata kanuni ndio kutafanya kuendelea kuleta hizi sinario nyingi kwenye mpira kuliko kuamua kufuata kanuni? Mimi ni kusihi ndogo mtangazaji, yeah, ili jambo kama sio mahali pake. Uh, kwa sababu hili jambo bado linajadiliwa na tuliandika barua ile tukasema kwamba tunalifanya uchunguzi na baada ya uchunguzi eh, ndipo tutatoa sasa kwamba maamuzi ni haya. Sasa yale maamuzi kama hayakukufurahisha, unayo nafasi ya kutuuliza kwa nini mmefanya maamuzi hayo lakini kwa sasa hivi ambapo kwamba tuna, kwanza tunapotekea mawazo kutoka kwa kila mtu eh, jinsi gani la kuliendea na kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Sasa tutakapotoa ma, nani hii maamuzi kwamba huu ndio msimamo wa bodi eh, hapo tumekosea tumepatia, tutawakaribisha wananchi waongee wanavyoweza lakini sisi tutakapotoa msimamo wetu maamuzi yetu tutayatoa na, na sababu kabisa kwa nini tumefanya hivyo. Sisi ndio waendeshaji wa mpira, itakuwa kichekesho kwamba mimi ndio mwendeshaji wa mpira halafu mimi nisiwe na uwezo wa, ku, wa, wa kuahirisha mechi eh? kwa sababu nazoziona kabisa hizi zinastahili mimi kusimamisha hii mechi kwa bado hawajajibiwa eh? Yanga, Yanga tumeajibu Uh, Yanga tumewajibu na barua iko eh, ilikuwa kwako public. Hatuna kitu chochote tuchoficha. Kama watakuwa na swala jingine well, tutawakaribisha waandike tena lakini, bado hatujatoa uh, final ya, ya, ya, ya, ya hili swala, kwa ina imani kabisa tutatoa, na binafsi tunaona kwamba inaweza ikawa ni fair kwa kila mtu eh, Ina, inasemekana wao wameamua kwenda kasi kutafuta haki yao. Ni sahihi kwa prosedia hiyo? Au wewe unaona ni, ni ina position gani kwa mpira wa Tanzania? kasi kuizungumza tu kasi ni rahisi, lakini kasi ina taratibu zetu zake lakini kwa sababu wenzetu walishawahi kwenda kasi kwa suala la, la Morrison sina shaka wanajua hizo taratibu na watazipitia hizo taratibu na nini. Kwa hiyo kama wanaenda kasi huwezi uh, kumkataza mtu. Kubwa sisi ni kuja kujibu kama tutaitwa tuta, tuta, na kasi tu kwenda kujibu na tunayo Uh, na wakati huo kama tuta wakati tumeshafanya maamuzi ma yetu, tapeleka maamuzi yetu kwamba hii ilikuwa ni hivi, lakini kama wanaenda CAS sasa hivi ambapo hatujasema kwamba hii imeamuliwa vipi, itakuwa ni kitu kichekesho, lakini labda wanaweza kuwa kwa sababu itimu tajiri wanaweza kwenda kasi, kiasi cha kwenda tu wagonge kasi hodi, tunauliza kuna jambo moja mbili tatu, taratibu wake nini. Anaweza kuwa mtu kaenda kwa hii halafu akaja akangoja kwamba anatungojea sisi tufanye maamuzi ndio, halafu arudi tena kasi, sijui lakini sitaki kuamini kwamba wamehangaika hivyo, wanahangaika hivyo kwa kitu ambacho hivyo kwa kitu ambacho wa, kinaweza kikamalizwa hapa. Naamini kabisa ile jambo linaweza likamalizwa hapa, labda uh, upande mmoja uwe kichwa ngumu, lakini naamini kabisa hili linaweza kufo, kutolewa maamuzi kabisa na likaenda vizuri, na sisi bado kanuni zetu zina encourage clubs kutumia viwanja vya mazoezi, viwanja vya mechi kwenye mazoezi. Kwa scenario kama ya juzi ile iliyotokea uwanja wa Mkapa, kwa timu ambazo uwanja zinaujua, hamuoni haja sasa ya kuondoa hivi vitu ili kuleta unyofu ya? yeah, kwanza scenario ile kama iliyotokea sidhani kama utaweza kujiona tena. Kwanza tutaboresha kanuni zetu, tutaziweka ziwe wazi zaidi, lakini kuanzia next season Eh, kutakuwa na kanuni kwamba kila mtu kila timu iwe na uwanja wa mazoezi. Huna uwanja wa mazoezi, basi wewe uh, uh, uh, usahau kucheza ligi.